Usiposhukuru kidogo hata kikubwa huwezi kushukuru. Namshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuongezea majengo katika shule yetu ya sekondari Makala. Kwa niaba ya wanafunzi wenzangu, tunaahidi kusoma kwa bidii na kufanya vizuri katika mitihani yetu na hatutamwangusha raisi wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Madarasa waliozoea kuyaona kwenye shule za private au kwenye English medium kwa sasa ndio wao wanasomea. Mheshimiwa diwani nina imani naye Mheshimiwa diwani anatudai wana Matundasi kupata kula za kishindo, kwani aliyofanya ni makubwa zaidi. Kwanza kabisa, awali ya yote, nipende kuishukuru serikali ya awamu ya sita chini ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassani, wakiwepo na viongozi wangu wa halmashauri, Mheshimiwa mwenyekiti Bosco Mwanginde, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Chunya, ndugu Tamimu Kambona E, mheshimiwa mbunge Masache Njelu Kasaka, lakini na mimi mwenyewe Kimo John Choga diwani wa kata Matundasi, naomba nijipongeze kwa haya ambayo naenda kuyaelezea katika kipindi changu cha miaka mitano kuandishwa habari, na niwashukuru sana kwa sababu tuko eneo la site. Takriban fedha shilingi milioni 145 ziliingizwa na serikali kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Fedha hizo zimefanya mambo yafuatavyo: tuna madarasa haya mawili ambayo tuliyajenga kwa thamani ya milioni ishirini lakini vilevile vile, tuna darasa lingine hili hapa ambalo tulipewa shilingi milioni ishirini, tuna jengo la maabara milioni thelathini, tuna jengo la maabara pia milioni thelathini, tuna jengo lingine lingine darasa lingine milioni ishirini na tano ambapo jumla ya fedha shilingi milioni mia moja na arobaini na tano zimeingia katika sekondari yangu ya Makala iliyopo hapa Matundasi. Kimsingi fedha hizi niseme tu tumezitendea haki tumezitendea haki kwa sababu baada ya ukamilishaji wa haya majengo, kamati mbalimbali zikiwepo za ukaguzi zimepita na zimejiridhisha kwamba madarasa haya yamejengwa kwa kiwango cha hali ya juu sana kwa wale ambao hawajui na wale ambao hawafiki kwenye mikutano ya hadhara ni wakati wao kupitia chombo cha habari kuona ni mambo gani ambayo yamekuwa yakifanyika pengine wameona tukipita tu barabarani wanadhani hakuna mambo ambayo yamefanyika na wapo wanaosema kwamba hakuna maendeleo yaliyofanyika lakini kwa ujumla wake kwa maana ya eneo hili la sekondari tumepokea fedha hizo na tumezitekeleza shule ya Masache inayojengwa pale Itumbi mpaka sasa hivi inaenda vizuri tayari tumesha kamilisha ujenzi wa, wa vyumba vinne vya madarasa na hatua tulionayo sasa hivi ni hatua ya upauaji kwa tunakwenda kupaua e, vile vyumba vinne vya madarasa, na baada ya hapo tutakuwa na hatua itakayofuata ni ujenzi wa nyumba jengo e, la utawala ikiwepo navyo. Hii si mimi diwani ambaye nimetoa jina la sekondari ya Masache, ni mapenzi mema ya mbunge wao kutoka kwa wananchi ambao kutokana na kile ambacho anakifanya kutokana na utekelezaji wa shughuli za maendeleo zinavyokwenda, waliona zawadi pekee ya kumpa ikiwa ni pamoja katika kumbukumbu saini, kumpa jina la Masache Secondary School na mpaka sasa hivi tayari takribani shilingi milioni kumi na tano mheshimiwa mbunge hupitia mfuko wa jimbo ameshazitoa kuelekeza pale kwa ajili ya ujenzi wa sekondari ya Masache. Sasa kwa nini tusimpe jina? Hali kadhalika shule hii ya makala sekondari kimsingi ni shule ambayo tulianza kuangaika takribani miaka mingi sana lakini kutokana na presha kubwa na usimamizi mkubwa uliotukuka kwa Mheshimiwa mkuu wa mkoa, ambaye alikuwa ni mkuu wa mkoa wa kipindi hicho, mkuu wa mkoa wa Mbeya ndugu Amos Makala, pia hali kadhalika, wananchi ndio ambao waliamua kwamba kwa kasi ambayo wamekuja nayo ya kusimamia maendeleo mpaka kuhakikisha shule yetu ya sekondari hii iliyopo Matundasi inafunguliwa, na kwa usimamizi wako, sisi hatuna zawadi nyingine, tunaomba katika kumbukumbu kumbu yetu itaitwa jina la Makala Secondary School. Kwa hiyo ni mapenzi na mahaba ya wananchi kutokana na shughuli ambazo wamekuwa wakizifanya na ukaribu wa viongozi wetu akiwepo Mheshimiwa mbunge Masache Njeru Kasaka pamoja na Mheshimiwa Mkuu wa mkoa wa kipindi hicho ndugu Amos Makala ambaye kwa sasa hivi ni katibu mwenezi wa itikadi na wenezi taifa. Lakini ndugu mwandishi wa habari, kama ambavyo nimesema, napenda nizungumzie idara kwa ujumla e, kwenye shule yangu ya msingi mama, shule yangu ya msingi mama, mambo ambayo yamefanyika kwa muda wa miaka mitano tulikuwa na ujenzi wa vyumba vinne vya madarasa, tulikuwa na ujenzi wa vyumba vinne vya madarasa, utakwenda kuviona viko pale, ambavyo fedha shilingi milioni 40 tulipewa, na ziliweza kufanikisha ujenzi wa madarasa pamoja na madawati ambayo yalikwenda ya, tul, thamani tunasema tulia, kwa maana madawati ambayo tuliyakamilisha yakawekwa humo kwenye hayo madarasa, lakini vilevile vile, tulipokea fedha, tulikuwa na ujenzi wa vyoo kwenye shule ya msingi, fedha shilingi milioni 46, tulikwenda kujenga vyoo vya kisasa, vyoo vya kisasa ambavyo viko kwenye shule shule mama, shule ya msingi Matundasi, shule ya msingi A. Lakini vile vile vilevile Matundasi B, tulipokea fedha shilingi milioni 25, ambayo pia nayo tulikwenda kukamilisha vyumba viwili vya madarasa pamoja na ofisi ya walimu. Fedha hizi zilikuwa zinakuja milioni 25, zinataka tutekeleze vyumba viwili vya madarasa, lakini tulikaa na wananchi pamoja na kamati za shule, kwa hiyo tulikuwa tunaongeza walau hata ofisi kupitia nguvu za wananchi. Kwa hiyo hali kadhalika pale Matundasi B tulijenga vyumba viwili vya madarasa pamoja na, chum, na, na ofisi moja ya walimu. ndishu habari, kata ya Matundasi ni kata kubwa kwa maana kijiografia ni eneo pana shule nilizonazo niseme zinazofanya kazi mpaka sasa hivi, kwanza kwa ujumla wake like, shule za msingi tu nina shule nne kwa shule za msingi, kwa maana ya Matundasi A, Matundasi B, Matundasi Kisimani, Itumbi na Zingwa. Kwa hiyo ukichukua hizo shule zote ambazo zimeshasajiliwa kisheria ni shule nne ambazo ni shule za, za msingi. Kwa hiyo ni hali kadhalika, tukienda pale Matondo Matondo tulipewa fedha jumla ya shilingi milioni 80 kwa ajili ya utekelezaji wa ujenzi wa vyumba eh, vyumba vinne vya madarasa. Kwa kweli katika utekelezaji wa vyumba vinne vya madarasa tuliweza kufanikiwa, tumejenga vyumba vinne vya madarasa pamoja na ofisi za walimu mbili ambavyo vilikamilika. Shule ile ipo pale Matondo, utakwenda kuiona. Lakini bado tena serikali kupitia mfuko wa ndani wa mashauri tukapokea shilingi milioni 15 ambazo tulikuwa na ujezi wa vyoo vya kisasa kwa shule ya msingi pale Matondo, ambayo ilishasajiliwa na inafanya kazi vizuri sana. Hali kadhalika tulipokea fedha shilingi milioni 40 kwa ajili ya utekelezaji wa vyumba viwili vya madarasa pale shule ya msingi Nzingwa, tumeweza kutekeleza lakini tukapokea fedha shilingi milioni 15 kwa ajili ya utekelezaji wa ujenzi wa vyoo vya shule vya kisasa, na bado tunaendelea na uboreshaji wa miundombinu ya shule, bado tunaendelea kutekeleza kwa maana ya kwamba tunakwenda sasa kuhakikisha kwamba tunakamilisha ujenzi wa shule kule na Nyuki tunakwenda kukamilisha ujenzi wa shule kule Makatang'ombe, ambapo mpaka sasa hivi fedha shilingi milioni tano zilitolewa kupitia mfuko wa jimbo pale na Nyuki, ili kuweza kuwezeka yale madarasa ambayo yalikuwa yameshajengwa kwa nguvu za wananchi. Ndugu waandishi wa habari, bado tunaendelea kujikita na swala zima la ukamilishaji wa shule ya msingi pale Makata ng'ombe ni matumaini yangu kwamba katika kipindi hiki tunavyoendelea, tuko bega kwa bega na wananchi na nguvu za wananchi zinaendelea kutolewa ili kuhakikisha kwamba shule pia ya zingwa ikiwemo na nyuki zinakamilika. Wakati mwingine kwa maana ya kwamba e, msimu jao wa bajeti ya ishirini na tano ishirini na sita tunaweza tukakamilisha nazo hizo shule zikaanza rasmi kuhakikisha kwamba watoto wanapatiwa elimu. Niseme, usiposhukuru kidogo, hata kikubwa huwezi kushukuru. Amini kwamba bajeti iliyopita nilikuwa na takriban ya shilingi milioni tisini ya matengenezo eh, makubwa na madogo kwa barabara ambayo ina kilomita kumi na tatu kwa maana kutoka Matundasi mpaka Itumbi. Hayo yalifanyika kwa kiwango chake, yalipangiwa matumizi sahihi kabisa eh, kwa kila yani, kwa mchanganuo wa wataalamu, tutatengeneza kwa kiwango hiki na hapa tutaendeleza kwa kiwango hiki. Yalifanyika, najua changamoto ya barabara ni lazima zipitie kwa sababu kila baada ya matengenezo kuna msimu ambao unakuja, mvua inaharibu. Lakini pia mpaka sasa hivi tayari takriban shilingi milioni mia nne na zaidi zimeshatengwa kwa ajili ya matengenezo ya barabara ambayo itatoka kutoka Matundasi mpaka Itumbi, na mpaka sasa hivi mkandarasi ameshatengeneza kwa asilimia kumi. Sema bajeti iliyopita tulikuwa na milioni tisini tu ya matengenezo ya barabara, kutoka milioni tisini kwa sasa tunakwenda kwenye tuna milioni mia nne karibu na ishirini hivi ambazo zitakwenda kutengeneza barabara ya Matundasi kutoka Matundasi mpaka Itumbe. Sasa hivi ninavyozungumza kwamba mkandarasi yuko ndani ya mkataba kwa sababu mkataba wake unaeleza ni mpaka mwezi wa tano mwishoni. Kwao nina imani kabisa kwamba mara baada ya malipo ya hizi asilimia kumi ambazo ameshakwisha kutengeneza tayari, mkandarasi ataingia site ili kuweza kukamilisha eh, matengenezo ya hiyo barabara ya Matundasi kwenda Itumbi kwa halmashauri ya wilaya ya Chunya. Barabara yangu ya Matundasi kwenda Itumbi itakuwa ni ya mfano walau kuliko barabara zote, kwa sababu ndio barabara yenye bajeti walau kubwa. Ninawahakikishia wananchi wangu kwamba barabara hii si siasa, itatengenezwa si muda mrefu itakamilika na itafanya kazi yaani. Kizungumzia kwenye swala la umeme, hebu fikiria, ishirini ishirini itumbi ilikuwa haina umeme, ishirini ishirini Matondo ilikuwa haina umeme, ishirini ishirini maboresho ya umeme kwa matundasi A hey, hapa ilikuwa hakuna, ishirini ishirini makata ng'ombe kulikuwa hakuna umeme. Changamoto ni kwamba wananchi wenyewe ndio ambao hawataki kutumia umeme lakini umeme kwa asilimia mia moja pahala pengi umeshawafikia, kama ambavyo nimekuambia. Umeme mwaka elfu mbili na ishirini ulikuwa hamna Itumbi, upo ishirini ishirini mpaka sasa hivi, maana yake umeme kuanzia ishirini ishirini. Matondo ulikuwa hakuna umeme, upo ishirini ishirini. Makata ng'ombe huko ndani pembezoni kulikuwa hakuna umeme, upo Matundasi. Umeme huu tunasema ulikuwa baadhi ya sehemu, lakini ulikuwa hawajatanua ule mradi, kwa maana kwamba ongezeko la makazi navyozidi kuongezeka, ndipo miundombinu inakuwa sio rafiki ya kufikisha umeme bado. Tumekuja kufanya tena utafiti, umewafikia. Kwa hiyo, nikisikika nikielezea kwenye masuala ya umeme kwamba kuna changamoto ya umeme kwenye kata yangu ah, kwa kweli nitakuwa sitoshi. Sehemu ambapo haujafika ni na nyuki na Zingwa. Ambapo hapo inategemeana pia tu manake, umeme unasubiri miundombinu. La maji mpaka sasa hivi niseme linaenda vizuri, linaenda vizuri tofauti na hapo nyuma. Mara ya kwanza tulikuwa na kisima ambacho kinapatikana kule Matundasi ambacho lengo lake kilikuwa kisupply eneo lote hili la Matundasi A na Matundasi B na kisimani kwa ujumla, lakini baadaye nadhani kile kisima kikawa na changamoto kwamba wingi wa maji ukawa huko hauikidhi mahitaji ya wananchi, lakini baadaye eh, kupitia meneja wa RUWASA Engineer Sanga tukaja na maboresho mengine ambapo tuliweza kuchimba kisima kingine kinapatikana pale Kasakalawe. Mpaka sasa hivi, niseme kwa ujumla wake, naishukuru tu serikali, maji yanapatikana kubwa zaidi. Changamoto ambazo zipo ni bado tunaendelea uboreshaji wa miundombinu, miundombinu haijakamilika kwa asilimia themanini. Lakini mpaka sasa hivi ni nimewasiliana na meneja, baadhi ya maeneo ambapo ile bomba kuu halijapita wako tayari kuyafikisha, ili wananchi wote waweze kukizi kupata maji. Lakini mpaka sasa hivi kwa asilimia kubwa maji yanapatikana kwa hapa Matundasi, lakini hali kadhalika Matondo pia maji yanapatikana kwa asilimia mia na maji aliyopo ma, aliyopo Matondo, ndugu mwandishi wa habari, yani kwamba maji yanasubiri watumiaji, sio watumiaji wanasubiri maji. Kwa hiyo ninatoa lai kwa wananchi wote ambao hawajaingiza maji hususan pale Matondo, Naomba watu wote waingize maji ndani mwao kwa sababu maji yanapatikana, ili tusiingie hasara ile pressure kupasuka kwa mabomba. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tayari tumeshajipanga, serikali imeshatoa fedha tena, ili kuhakikisha kwamba tunadiri kisima kingine, hali kadhalika wananchi wa pale Itumbi waweze kupata maji. Kwa hiyo kwa, kwa ujumla wake maji sehemu ambazo imekamilika ni Matundasi eh, Matondo ndiko ambako tayari maji mpaka sasa hivi yanapatikana. Hatua inayofuata itafata Itumbi ambako nako tunakusudia kwamba kwa kisha wananchi wa pale wanapata maji. Lakini jambo lingine, ongezeko la watumishi, kwa kweli hilo nalijivunia sana kuhusiana na dalala ya afya. Ukienda pale kwenye zahanati yangu ya Matundasi pana ongezeko kubwa sana la watumishi, mpaka sasa hivi watumishi ninao wa kutosha, lakini hali kadhalika kwa upande, kwa upande wa Itumbi nako kwa kipindi hicho tumejenga zahanati ambayo sasa hivi inafanya kazi na watumishi wapo wa kutosha, lakini pia hata dawa zinapatikana kwa asilimia kubwa, na nishukuru, e, nishukuru serikali na halmashauri nimshukuru pia DMO hata zile dawa zetu zuri na zito zile zinapatikana moja kwa moja kwenye maeneo yangu wanaita mkoba kwa hiyo hamna shida, nauli sio vile, labda umoe wewe mwenyewe. Kwa hiyo amepunguza nauli, ukitaka hata hapa kama umetingwa kwa haraka haraka, pale ukienda unapata dawa zetu hizi ambazo uhai unaendelea kuimarika ku, ku, ku, ku, kwa kweli kwa kipindi hiki cha miaka mitano Mungu wa mbinguni anatuona, anaiona serikali ananiona, mimi ninastahili mimi kwa umri wangu kimsingi, kwa mambo ambayo yamefanyika, si lele mama, na nataka wasione kama ni rahisi yapo kwangu haya, kwa hiyo yapo kwangu, wanatakiwa wajivunie. Na niseme kama wanaweza kujivunia zawadi pekee ambayo wanatakiwa kunipa mimi, mimi wanipe, ili niendeleze haya maendeleo. Ninayo mengi moyoni mwangu na maono mengi, kama ambayo niliyaona haya, wanastahili kabisa kunipa haya tu niliyoyasema. Na niseme tu kweli, si dhambi kusema, mimi bado nagombea kwa sababu naona kabisa sio dhambi, kutokana nimejipima, kutokana na haya ambayo mimi ninayafanya ninaona kabisa ninastahili kuendelea, na ninawaahidi kwamba bado nipo na nitaendelea kuwepo na naomba waendelee kuniunga mkono, kwa sababu hata haya niliyoyasema, sio kwamba mimi kama Kimo ndio nilikuwa nafanya. Ninasema hivyo kwa sababu wametitanguliza, nimeshirikiana nao kwa asilimia 100. Nilipokanyaga wananchi wangu walikanyaga, nilipokanyaga serikali yangu likanyaga. Sasa niseme nini? Nimekuwepo katika shule hii kwa muda wa miaka mitano sasa, toka elfu mbili na ishirini mpaka sasa. Kwa hiyo mabadiliko yote ya ujenzi wa miundombinu nimeyashuhudia mimi mwenyewe. Fizikale. Kuna athari chanya nyingi sana zilizopatikana kutokana na mabadiliko haya ambayo nimeyashuhudia ya uongezekaji wa miundo mbinu. Kipindi nafika kulikuwa hakuna maabara, bado zilikuwa hazijakamilika. Kwa hiyo hata wanafunzi wa sayansi waliokuwa wanasoma walikuwa wa chache mno, kwa sababu ya kukosekana kwa miundo mbinu hiyo ya maabara. Tangu kuongezeka kwa maabara, idadi ya wanafunzi wanaosoma sayansi imeongezeka sana, lakini pia ufaulu kuongezeka hii ni athari chanya kutokana na kuongezeka kwa miundombinu na kuboreshwa kwa hii maabara. Madarasa yenyewe yanavutia tofauti na zamani, wamejazana darasani, lakini pia madarasa yanavutia, madarasa waliozoea ya kuyaona kwenye shule za private au kwenye English Medium, kwa sasa ndio wao wanasomea kwa. Hata swala la utoro kwa sehemu limepungua, kwa sababu wanafunzi wamehamasika kusoma kutokana na ubora wa miundombinu, mazingira yanawavutia kuwepo shuleni, yanawavutia kusoma. kwa ile sehemu ya mchango wa wananchi diwani ndio huwa wanakuwa anafanya kwa, yeye amekuwa na mchango chanya sana katika jambo hilo, lakini pia kuwa jirani na walimu kutusapoti yeye, pia kwenye kila kikao cha bodi anaingia, na kwenye kikao cha bodi anatusaidia mawazo, lakini sio mawazo tu, saa zingine hata miundombinu pesa na nini. Amekuwa ni mtu anayejitoa sana yeye, kuwa ni nguzo muhimu katika maendeleo ya shule hii kuanzia kwa taaluma kama taaluma na miundombinu. Mheshimiwa diwani nina imani naye. Mheshimiwa diwani anatudai wana Matundasi kupata kula za kishindo kwani aliyofanya ni makubwa zaidi. Jambo la kwanza ningependa kumshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Tanzania kutufikiria sisi wanajamii wa Chunya kutuletea fedha mbalimbali kutimiza miradi. Pia ametuwezesha wanafunzi kuweza kupambania ndoto zetu za baadaye kwa kutuletea elimu bora na yenye manufaa katika jamii yetu, ambayo tunajifunza ni kupambana na kuzuia rushwa katika jamii inayotuzunguka na shuleni. Aa, jambo la pili tunajifunza nini tufanye ili kuweza kupunguza rushwa katika jamii shuleni na mazingira tofauti tofauti. Kitu kingine ambacho tunajifunza ni kutatua changamoto au kupeleka changamoto kwenye vyombo vya serikali ambavyo vinaweza vikatusaidia kupambana na kupingana na rushwa. Na rushwa inatusaidia kujenga maadili kwa vijana na kwa watu wengine. Nilipokuwa kidato cha kwanza, kwanza maji yalikuwa yanapatikana kwa shida, tulikuwa tunalazimika kwenda polini huko kutafuta maji ambayo ni mazingira hatarishi, hasa kwa sisi watoto wa kike lakini siku zilizozidi kwenda kuanzia mwaka 2023 tuliletewa maji ambayo yanatusaidia sisi kama watu wa kike kutuepusha kwenda kwenye mazingira hatarishi huko polini, na inatusaidia sisi kuimarisha labda, kutengeneza bustani zetu hapa shuleni na usafi binafsi kwa wanafunzi. Kuna baadhi ya wanafunzi ambao walikuwa wakienda kuchota huko maji, labda wanarudi wamechoka, wakiingia darasani wanashindwa kusoma kwa umakini. Kwa saizi tunavyopata maji safi na salama inatusaidia kuepusha magonjwa ambayo tunakaa darasani tunasoma vizuri, na inatusaidia kuongezeka katika taaluma. Kwanza tunapenda kuiahidi serikali kwamba tutavitunza vyanzo hivi vya maji kwa kuzingatia usafi unao yaani unaotakiwa. Pia kwa viongozi wengine, tungependa kuahidi kwamba tutavitunza vifaa ambavyo vinatumika kuleta maji hapa shuleni. Kwa niaba ya wanafunzi wenzangu tunaahidi kusoma kwa bidii na kufanya vizuri katika mitihani yetu, na hatutamwangusha rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunajifunza maana ya rushwa na rushwa inasababishwaje madhara na umuhimu wa kupinga rushwa. Rushwa tunayojifunza sana ni rushwa ya kingono. Kipindi ambacho unaweza ukatoa rushwa ngono ni pale ambapo unataka kupata kitu fulani kutoka kwa mwalimu au mtu yoyote mtaani akahitaji uwe naye katika mahusiano hivyo unalazimika ku, kuingia katika mahusiano ili uweze kupata hicho kitu. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC online website, ama tovuti tunapatikana kwa www.chunyadc.go lakini tz. Lakin Instagram, tunapatikana chunya_official.